Maisha ni watu. Kwa hiyo usijidanganye kusema kwamba mimi nitafanya hiki peke yangu, nitaenda wapi? Hata ukienda daa, lazima ukute watu. Umeenda kununua, sijui nikanunue mzigo Dubai, Dubai ukienda usikute kwa watu, utakuja na mzigo kweli? Maisha ni watu, kwa hiyo lazima tujifunze kwa heshima watu. Kila kazi inahitaji watu. Ukifungua ofisi, unahitaji watu. Ukienda kununua bidhaa, unahitaji watu Ukitaka ufanye kazi hata ya, ya, ya ukulima, lazima watu. Wewe utalima ekari kumi peke yako, lazima watu. Alafu hata ukilima peke yako hizo mbegu utazitoa wapi? Lazima utaongea na watu pale, utamtafuta bwana shamba uta... kama wewe ni mfugaji utamtafuta afisa mifugo eh. Kama wewe ni, ni, ni, ni, ni biashara, utamtafuta wa masuala ya biashara, lakini bado utazungumza vizuri na, na, na, na, na wateja kwa hiyo maisha ni watu. Acha kulinga kwamba sijui maisha umetoboa umetoboa umetoboaje umetoboa, umetoboa huku na wafanyakazi ishirini, ni watu hao ni watu. Eh, wewe unalala huku kule, u, umeacha ofisi ina walinzi mlinzi, unadhani ni nani? Ni mnyama yule? Ni watu. Kwa hiyo lazima uheshimu watu, hata kama umewaajiri ni watu. Eh, unawapa mshahara ni watu, na ndio wanakuweka pazuri. Eh, wanakuweka pazuri wewe, endo una magari, una magari saba unayaendesha yote si umeweka watu kwenye magari. Heshimu watu, heshimu watu, uwe juu uwe chini, tunategemea watu, tunategemeana. Ukiugua unaenda kwa mtu, ukiwa na duka watakuja watu, bidhaa utanunua kwa mtu. Kwa hiyo lazima tuheshimiane, mteja kwa mwenye nacho, tuheshimiane, mfanya kazi kwa bosi, tuheshimiane, mchungaji kwa waumini, ni watu. Hauwezi ukasema mimi ndiyo mchungaji, muumini naye akasema mimi ndiye muumini. Aa, hapana, maisha ni watu, lazima watu tuheshimia wote, tuko sawa mbele za Mungu. Kwa hiyo, hilo zingatia sana kwamba maisha ni watu, hawezi ukatoboa bila watu, na ukitoboa unategemea watu. Utafanikiwa sana ukienda na hilo wazo, kwa hiyo zingatia sana.